Saruji na bati vinashuka hadi kufikia chini ya shilingi elfu tano ila ili kila mwananchi aweze kuwa na makazi bora. Mwanahabari wetu Ufo Usaro anaripoti <tipa>